nguvu zinakwenda kuisha jinsi wanavyotumika. Kwa hiyo fanyieni mpango, zungumzeni na mifuko ya hifadhi ya jamii waweze kuunganishwa huko pia. Waunganishwe huko wajiwekee akiba, nguvu zikimalizika akiba yao waikute kule. Nadhani pia inawezekana kama moja njia ya ubunifu ya kuwasaidia wakulima kwa bima ya afya, na hilo mkiliingiza taleta matokeo ustawi wa wananchi wetu utakuwa mzuri zaidi. Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.